Naam, sasa leo tutaendelea na kipindi chetu cha jinsi ya kumsoma mpenzi wako kwa mbinu za kisaikolojia. Sasa, kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu jinsi ya kuangalia lugha ya mwili, tukaangalia jinsi ya kuangalia baseline, yani tabia ya kawaida ya mpenzi wako, lakini pia tukaangalia jinsi ya kusoma sauti na maneno ya mpenzi wako. Kwa kama ujaangalia e, sehemu hiyo ni vizuri kaipitie kwanza. Sasa leo ni sehemu ya pili ambayo tunaendelea na sehemu ya e, saikolojia ya kumsoma mpenzi wako. Sasa kwa leo tutaangalia mbinu e, zingine ambazo ni za kisaikolojia ambazo unaweza ukazitumia ukamsoma mpenzi wako na ukaelewa hali yake. Sasa mbinu e, inayofuata e, katika kipindi hichi tunaenda kuangalia mbinu e, ya mirroring au kuiga e, mienendo, au kufanana hasa kisaikolojia. Si binadamu huwa tunapenda kufanana na wale watu ambao tunawapenda, na hii ipo kabisa kwa sababu e, kwenye ubongo wetu kuna kitu kinaitwa kinahitwa mirror neuron, yani e, zile neuron au neva zinakuwa zinavutiwa zaidi na wale watu ambao tunafanana nao au tunawapenda. Kwa hiyo, kwa mfano ukitaka kujua mpenzi wako anakupenda, unaweza ukampima kwa vitu vidogo vidogo, mfano labda mpo sehemu E, mnakunywa labda vinywaji, unaweza ukakaa kidogo ukajaribu kushika kile kinywaji na yeye akishika pale pale, tayari kutakuwa na muunganiko wa kihisia, kwa sababu sisi binadamu huwa tunavutiwa na wale watu ambao tunafanana nao, na hili inakuwa inamuongoza bila hata kujua, kwa sababu inakuwa inamuongoza kihisia, na matendo mengi ambayo yanaongoza kwa kihisia huwa mnakuta muda mwingine tunayafanya bila hata sisi kujua. Kwa hiyo unaweza kupima kwa vitu vidogo vidogo, hiyo labda kukunja miguu na yeye ukamwona baada ya muda anakunja miguu au kuna sauti fulani, labda ukawa unaongea na yeye unaona naye anaigiza, mara nyingi kunakuwa na muunganiko wa kihisia. Na ndo maana unakuta wale watu ambao wana mahusiano ya muda mrefu, unakuta hata lugha, wanaongea lugha moja, kwa sababu kunakuwa na muunganiko wa kihisia. Sasa hii mbinu pia unaweza ukaitumia pia kujenga mahusiano, pale unapotaka kujenga mahusiano mazuri na mtu, usijaribu kupishana naye, jaribu kutafuta kitu ambacho mnaweza kufanana. Mwenzako kama anashangilia Simba, jitendi nao ujue Simba vizuri hapo mtaelewana, lakini e, kama mwenzako yuko Simba yuko Yanga, hapo atakuwa na kuona wewe huko tofauti. Lakini kama mko sehemu moja, atajihisi salama na mtakuwa na ukaribu mzuri zaidi. Lakini mbinu nyingine ya kumsoma mpenzi wako ni kwenye e, kumwangalia kipindi akiwa na stresi. Sasa si binadamu huwa tuna act tofauti au tunaleta e, mionekano tofauti pale ambapo tunakuwa na stress tofauti na kipindi cha fula. Na kwenye stress ndio unaweza kuona tabia ya mtu. Sasa kuna e, mambo manne ambayo unaweza kuyatumia kumsoma mtu wakati wa stress stress, kwa sababu wakati wa stress mtu huwa analeta tabia tofauti ambazo hakuwa nazo. Na e, mtu anapokuwa na msongo wa mawazo huwa anaweza kuact tofauti na vile alivyokuwa kawaida. Sasa kuna eh, baadhi ya makundi manne ambayo unaweza kuyaangalia na ukajua huyu mtu na namna gani. Kundi la kwanza, hawa ni watu ambao tunawaita the cheetah, yani watu ambao wanajitenga pale wanapata stress. Na utamgunduaje? Huyu, yeye akipata stress anapenda kukaa peke yake, hataki kushirikiana na watu na mara nyingi anapenda sana kuwa bize peke yake, hataki kuwa na ukaribu na mtu. Hasa ukimjua mtu huyu ukaendelea kumsumbua na kumlaumu, utajikuta mnagombana na naharibu kabisa mahusiano lakini ukielewa kama mtu huyu ana sifa ya kukaa e, peke yake, maanake utampa muda na kumwacha kwanza ile hali yake iishe. Lakini e, kundi jingine ni hawa watu wanaitwa overshare, yani watu wa kushare kila kitu. Lengo la hawa watu ni kupata uthibitisho wa kihisia unakuta mara nyingi anakupigia simu kama ni kwenye simu, anakupigia hata simu la 10 kuuliza umeonaje hili swala, wewe unalifikiriaje? Au unakuta anakutumia message kila muda, au anakuwa anakuuliza kwamba ili jambo umelionaje, au nimekosea nimefanya hivi kazini, ili tu umzibitishie hisia zake. Sasa mtu wa hivi ukimpuuza na ukasema we bwana achana na mimi bwana, unalalamika sana bwana, kana taona kwamba humpendi na umsamini bwana, manake yeye anahitaji tu umzibitishie hisia zake lakini eh, kundi jingine hawa tunawaita the fixer, ni watu ambao wanapenda kurekebisha mambo. Yeye akipata msongo wa mawazo anakuwa bize kufanya vitu vingi, unakuta hiyo siku anasafisha ndani eh, anafanya majukumu mengi kuliko kawaida. Lengo ni kuondoa msongo wa mawazo yake kupitia kazi. Na utamjuaje? Ni pale anapokuwa na msongo wa mawazo, naona anafanya kazi nyingi kuliko kawaida. Sasa huyu mtu yeye, njia ya kufanya kazi ni njia ya kutatua mgogoro wake ambao unamsumbua, kwa hiyo na eh, unaweza ukamsoma pia hiyo ukaona kama kipindi anapokuwa na stress anakuwa anafanya kazi nyingi, anafanya majukumu mengi ambayo hata siku nyingine alikuwa anakuambia kwamba hii kazi ni ngumu, lakini hiyo siku naona anaifanya vizuri na anaishughulikia na anaifanya mpaka eh, inakamilika. Lakini kundi jingine ni eh, warusha lawama au the projector, hawa ni watu ambao eh, akipata msungo wa mawazo anakurushia lawama sana, unakuta kama kitu kidogo labda Eh, rimoti inasumbua au umechelewa kumpikia chakula au umechelewa kidogo tu urudi nyumbani, yaani mambo madogo madogo yeye anakurushia lawama hasa. Mara nyingi huyu mtu anakuwa na mgogoro wa ndani, na ukiendea kubishana naye, yeye ndani anakuwa na mgogoro wa ndani na vitu ambavyo vinamsumbua, kwa utajikuta kubishana na yeye, unabishana vile vitu vya ndani. Mara nyingi tunashauri don't take it personal mambo anayokuambia e, kwa sababu ukiyachukulia kwa seriousness utajikuta unaumia, lakini kumbe na mtu huyo ambaye anakuambia yeye pia hana e, muunganiko mzuri wa kihisia kipindi hicho. Kwa hiyo usifatie kile anachokuambia, naona kile anachokuambia ni kama hali ambayo inamsumbua moyoni. Sasa hasa mbinu nyingine hmm, ya kumsoma mpenzi wako ni kupitia e, lugha ya upendo au tunaita love language. Sasa unajua kila mtu wana namna ya kuonyesha lugha ya upendo na hizi huwa hazifanani kabisa. Na usipojua lugha ya upendo ya mtu, unaweza kumtafsiria mtu tofauti, kumbe yeye ndio namna anavyoonyesha upendo. Sasa leo tutaenda kuangalia e, lugha e, za watu tofauti tofauti, na ukishajua hivi utajua namna ya kuishi na mpenzi wako, na msikuwazane, na mkawa na mahusiano mazuri. Sasa kuna e, lugha za upendo e, tano ambazo e, zinakuwa e, zina, kuwa, zina uwakilishwa na watu tofauti tofauti na ukishajua unajua namna ya kuishi na mpenzi wako, kama ana lugha fulani. Lugha ya kwanza ni maneno ya kusifiwa au words of affirmation. Kuna watu ambao wanapenda kusifiwa, na yeye usipomsifia anaona kama umpendi umjali. Sasa so, unajuaje mpenzi wako yeye anapenda kusifiwa? Mara nyingi ana fly zaidi pale unapomwambia unampenda, e, unamwambia wewe ni muhimu sana kwangu, na ndio maana kuna muda ukitaka kujua e, huyo mtu anapenda maneno kama humwambia maneno utasikia anakwambia, siku hizi yani huwa uongee vizuri. Manake huyo mtu anapenda maneno ya kusifiwa. Lakini lugha nyingine ya upendo ni quality of time, yani muda wa pamoja. Sasa hii e, muda wa pamoja sio lazima tu kuwa chumbani kwamba ndio ni muda wa pamoja. Hapana, ni ule muda ambao mnakuwa pamoja, hamfanyi kitu kingine kama kuchezea simu au kufanya shughuli nyingine Ee, na ukitaka kujua mtu ambaye anapenda muda wa pamoja, mara nyingi analalamika sana unapokuwa unachezea simu kwa karibu naye. Analalamika sana e, unapokuwa busy, huyu karibu naye anakuwa, naomba mtoke out mkae pamoja. Yeye ndio lugha yake ya upendo, unapofanya vile, manake anaona unampenda zaidi kuliko unavyomwambia. Na ukifanya lugha yake hiyo ya upendo ya e, kuwa karibu naye, manake ina nguvu zaidi kuliko kumwambia unampenda. Lakini mwingine Hey, lugha ya upendo ni kupokea zawadi, receiving gift. Sasa hii huwa ina tafsiri mbaya kwa wengine. Wengine wanaamini kwamba mtu anayependa zawadi ni mtu mwenye tamaa au anapenda vitu vingi, lakini nikwambie tu, kisaikolojia kuna watu lugha zao za upendo ni kupokea zawadi. Pale unapompa zawadi mwenzako, anaona kama kama umemkumbuka, umemsamini na ulikuwa unamfikiria. Wewe unaweza kuona ni zawadi ya kawaida, lakini nyuma ya mawazo yake yeye anakuwa anaona kwamba kama mtu akaniletea zawadi, alikuwa ananifikiria na ananipenda. Inakuwa na nguvu zaidi kuliko kumwambia kwa mdomo kwamba anakupenda pale unapompa zawadi. Na utajuaje? Ukimletea kizawadi kidogo kama ua au ukampa chokoleti au biskuti, unaona anaflai zaidi, na sio lazima hiyo zawadi kubwa. Anakuwa anaonekana anapenda zawadi na ndo lugha yake ya upendo. Ukitumia lugha nyingine hauwezi kuwa na upendo mkubwa naye, lakini mwingine eh, ni matendo ya kumsaidia eh, yani act of service eh, pale anapokuwa anafanya kazi ukamsaidia anapokuwa na migogoro labda ya kazi yake, ukamsaidia kumwelekeza, kumsaidia labda mpezo wa kuosha vyombo, au kumsaidia kama kuna kazi inamsumbua sana ye kwake pale ndio lugha ya upendo. E, mara nyingi ukinavyofanya vile e, ni sawa na kumwambia e, mara elfu moja na kupenda ukimfanyia kitendo kidogo, kwa sababu yee ndio lugha yake ya upendo kwake. Unapomsaidia anaona kwamba unamsamini na unamjali na unampenda. Kwa hiyo ukipishana na lugha ya upendo ya mtu huyu ambaye anapenda e, matendo ya kumsaidia, maanake anakuwa naona umjali e, humsamini na utajuaje? Mara nyingi anakuwa na omba umsaidie, au anakuwa nakwambia hizi kazi zimenizidia e. Mara nyingi anakwambia vitu vingi nafanya peke yangu. Unaona huyu anahitaji e, kusaidiwa, ndo lugha yake ya upendo. Kwa hiyo ukipishana na hilo, mara nyingi sasa, huwezi ukawa na mvuto mzuri kwake, na ataona kwamba umpendi na humthamini. Lakini lugha nyingine ya kuonyesha upendo ni miguso ya mwili au physical touch. Sasa hapa sio lazima kufanya tendo la ndoa. Ni ile miguso midogo midogo ambayo watu wanaizalau. Hiyo ndo kwa mtu mwingine huwa ni lugha ya upendo. Pale unapomshika mkono, kumkumbatia, eh, kumpa busu, mara nyingi huwa ni lugha ya upendo kwa watu wengine. Sasa utajuaje mtu anapenda hivyo vitu? Mara nyingi anapenda sana kuwa karibu na wewe, kukumbatia, kukupa busu pale unapoagana au mara nyingi anapenda sana usogea karibu na yeye hata hadi mgusane. Mara nyingi huyu yeye lugha ya upendo kwake e, ni miguso ya mwili. Sasa huyu mtu kishamjua yuko hivyo, utakuwa uendelee naye kupitia lugha yake ya upendo. Ukipishana naye ukampa nyingine, maanake atakuwa anaona humsamini na ataona humpendi. Kwa hiyo unajua lugha ya upendo ina nguvu zaidi kuliko maneno. Unaweza kumwambia maneno elfu moja lakini mwenzako asiyasamini, lakini ukapitia kwenye lugha yake ya upendo mwenzako ataona unamjali na unampenda. Sasa hebu niambie katika komenti, ni kitu gani umejifunza zaidi, au kuna kitu gani kuja kielewa zaidi, na mimi nitakufanulia. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Elikhan Mtz, kusahau kulike, kushare na kusubscribe, ili usikose masomo haya kwa wakati mwingine. Baibai na uwe na siku njema.